Moja kati ya habari ambayo imeweza kutrendi sana kwenye mitandao ya kijamii lakini pia imezungumzwa kwa ukubwa zaidi lakini pia a, bila kusahau watu wengi sana wameshangaa kuona kwamba Mama Dangote pamoja na Anko Shamte wameachana rasmi. Ni kitu gani ambacho kimesababisha ndoa hii ikavunjika na sababu siku ya leo Anko Shamte ameweza kufunguka wazi. Tumeweza kushuhudia namna ambavyo aliweza kuanika taarifa hizi wazi kupitia katika peji yake ya Instagram akiwa eleza ni kwa namna gani Anko Shamte alikuwa ni mwanaume mtulivu sana kwa Mama Dangote, lakini isivyobahati Mama Dangote tayari ameshapewa e, talaka moja na sasa hivi kila mtu anaishi kivyake vyake, yani tayari wameshatengana, na kama ambavyo tunafahamu katika suala zima la talaka zitakapotimia talaka tatu e, basi Mama Dangote hana chake tena e, kwa anko Shamte. Kila mmoja akawa anatamani kufahamu ni sababu gani ambayo imepelekea Anko Shamte akaweza kutoa talaka moja kwa Mama Dangote. Nini ambacho kimeweza kutokea baadhi ya mashabiki uh, wao wakiwa wanadai huenda hii ni kiki tu ambayo wanaitengeneza kwa sababu tunafahamu Anko Shamte yeye ni muigizaji wa Bongo Movie. Sasa huenda kuna jambo fulani hivi labda anataka kuliweka sawa au kulitengeneza. Haya, huenda anatafuta attention kwa mashabiki, lakini Anko Shamte, hayo sio mambo yake. Mambo ya kiki haya huwa anawaachia wakina Diamond, na yeye ni mtu mzima, sidhani kama kuna jambo la kiki ambalo linaendelea kati yake pamoja na mama Dangote. Anko Shamte siku leo ameamua kufunguka, ameamua kueleza ni sababu gani ambazo zimepelekea yeye pamoja na Mama Dangote ni kama vile wanaelekea ukingoni, yani penzi lao linakwenda kuisha. Watu wengi sana walikuwa wanajiuliza kwa nini sasa hivi atumuoni Mama Dangote pamoja na Anko Shamte, kumbe kulikuwa kuna ugomvi ambao unaendelea chini kwa chini ambao sisi hatufahamu, na mpaka kufikia hatua Anko Shamte akampatia talaka moja Mama Dangote, ndipo hizi habari zikasambaa mitandaoni na kila mmoja akawa anazizungumzia. Anko Shamte, siku leo, ameweza kufanya inja. Interview na ameweza kuojiwa kuhusiana na hilo swala kwamba ni kweli amempatia Mama Dangote talaka moja au ni maneno tu yanazuka mitandaoni ambayo hayana msingi, na Anko Shamte ameweza kukiri wazi na kudai kwamba ni kweli amempatia Mama Dangote talaka moja. Haya, bado zingine mbili zinakuja, kwa sababu anakuambia yeye kama Anko Shamte hawezi tena kuwa chini ya mwanamke, kwa sababu ukiangalia maisha ambayo Anko Shamte amekuwa akiishi na Mama Dangote ni maisha fulani hivi ya kumnyenyekea Mama Dangote labda huenda kwa sababu Mama Dangote mtoto wake Diamond ana pesa. Ukimwangalia Anko Shamte ndo kwanza anajitafuta katika sanaa za uigizaji huko, lakini yeye Mama Dangote yupo nyumbani lakini pesa zake zimekuwa ni nyingi sana kutokana na namna ambavyo Diamond anamtunza mama yake kipenzi. Sasa Anko Shamte anakuambia mara nyingi sana Mama Dangote huwa anakuwa juu. Yani, hatamani kabisa kushuka na wala hapendi kushuka au kuniona kama mimi ni mume wake takiwa kunisikiliza, kunitii, kunielewa, jambo ambalo labda mimi ninasema sitaki hiki, yeye anaenda hivi. Akaulizwa sasa ni jambo gani ambalo labda alimkataza Mama Dangote, alafu bado anaendelea kulifanya. Anko Shamte alidai kwamba kwanza kabisa aliwahi kumwambia Mama Dangote hapendi Mama Dangote avae suruali kwenye hadhara, yani anatamani sana mke wake awe anajistiri, haya mavazi ya kujistiri. Ukiangalia Mama Dangote umri wake umesogea. Lakini mavazi ambayo mara nyingi unakuta labda anaenda nayo huko kuenjoy labda Dubai wapi, ay, basi anavaa suruali anavaa traki, jambo ambalo anasimamisha shingo kweli kweli na kuanza kumjibu vibaya Anko Shamte. Sasa Anko anakuambia, natamani sana sasa hivi nipate heshima yangu kama mume, na kama bado ataendelea na hiyo tabia, basi namalizia talaka zote ambazo zimebakia mbili, basi niachane naye moja kwa moja, kwa sababu dharau ni kitu ambacho mimi sikipendi. Lakini kitu kingine na kikubwa ambacho Anko Shamte ameweza kukianika, amedai kwamba kwa, kwa sasa hivi kitu ambacho anakitaka aweze kuishi na mke wake peke yake, yani wawe katika nyumba yao peke yao, kwa sababu sasa hivi tunafahamu Mama Dangote anaishi nyumbani kwa msanii Diamond na pale pale Uncle Shamte alikuwa anaishi hapo hapo kwa sababu yeye ndo baba. Sasa jambo ambalo amemshirikisha Mama Dangote kwamba anatamani tuweze kuishi katika nyumba yetu peke yetu, hata kama watoto wanakuja, wanakuja tu kutusalimia na kuondoka. Sio jambo la heshima kuishi wazazi hapo hapo, watoto nao wanaoa wanaishi hapo hapo, tunakuwa kama tuna mila za kihindi hivi. Sasa anakuambia bado mwenzake hatamani sana kuishi mbali na mtoto wake ambaye ni msanii Diamond Platnumz, jambo ambalo Uncle Shamte anakuambia linamnyima yeye uhuru wa kuwa karibu na mke wake, na ndio maana eh, watu wengi hawajawaona Uncle Shamte pamoja na Mama Dangote muda mrefu sana, hatujawahi kuwaona. Sasa hivi labda hivi siku za karibuni kwamba wako pamoja, wanaenjoy pamoja, wametoka out pamoja, ni kwa sababu ya hii misukusuku ambayo wamekuwa wakiipitia sasa hivi. Uncle Shamte ameshajipata. Sanaa ya uigizaji imeanza kumlipa vizuri, ameamua kusimama haya kama baba, ameamua kutaka kuishi na mke wake haya kama mwanaume ndani ya nyumba, hataki tena kulelewa lelewa au kukua chini ya Mama Dangote kwa sababu sasa hivi anajielewa, lakini pia amejipata na anaweza kumhudumia vizuri sana Mama Dangote, jambo ambalo kila mtu amemsifia. Anko Shamte ameona ni mwanaume wa aina yake, ni mwanaume ambaye anaweza akasimama katika majukumu yake. Huenda hapo nyuma hakuwa na kipato na ndio maana alikubali kuwa chini ya Mama Dangote, lakini sasa hivi tayari yuko juu, ana kipato. Anko Shamte ni maarufu, Anko Shamte anafanya vizuri katika sanaa ya uigizaji kuna pesa ambayo anaipata sasa, anatamani aishi na mwenzake vizuri, lakini Mama Dangote shingo amemshupaza, hataki kabisa kumwacha mtoto wake, anatamani awe karibu na mtoto wake. Wewe kama shabiki una unalipi la kuzungumza, utochia maoni yako, lakini pia nikukumbusha, kukumbushe ambaye bado haja subscribe, bonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii na utakuwa mtu wa kwanza kupata kila habari ambayo ina trend ndani na nje ya nchi ya Tanzania.